Bwana Yesu asifiwe sana. Aa, angu, Mika, kwa majina yangu naitwa Mika ndio presenta wako siku ya leo. Ah, kama unavyoniona nipo na mtumishi wa Mungu na huyu ndio mwandaaji wa ibada ya leo, the Tabernacle. uh, Emani actually, si ndio? Namshukuru Mungu sana kwa siku ya leo na sitamani kuwa mwongeaji sana uh, kwa sababu yupo nafikiri atazungumza. Hebu jitambulishe kwa wanaokutazama kufahamu wewe ni nani? uh, unatumika kwa na nafasi gani kwenye falme wa Mungu na na mambo gani ya kuwaambia. Karibu. Sasa kwa majina Tolson Stembeji Mtega, ni mtumishi wa Mungu katika huduma ya sifa na ibada yeah. Dason, umeandaa ibada ya kusifu na kuabudu uh, hii ni ibada yako ya ngapi kwenye utumishi wako kuiandaa kama uh, minister? kama mimi kama mimi, kwa neema ya Mungu hii ni ibada yangu ya kwanza. Ibada ya kwanza yeah, lakini huko nyuma tukijumuisha pamoja na timu zinginezo hii ni ibada ya pili hii ni ibada ya pili, kwa ibada zingine, lakini haukuzirasimisha kwa namna ambavyo kama umefanya sasa hivi. Uh, okay, sawa. Sasa Dawson, nataka uambie watu What was your experience uh, vitu gani umepitia uh, kwenye uandaaji wa wa, wa event ibada ya kusifu na kuabudu uh, na unatamani watu wangefahamu changamoto hizo na namna gani umeweza kuzitatua. Kwa namna moja au nyingine tunafahamu changamoto zipo na hauwezi kuzitatua zote zikaisha, tunapunguza natamani wambie watu wote wasio experience? kwenye kuandaa event ukiwa wewe kama wewe binafsi say, changamoto ni kubwa. Kwanza ni support, yani asilimia kubwa sana inabidi wewe mwenyewe ujikana usivojikana mwenyewe. Kutaka support kwa watu ni ngumu sana, zaidi tu ni kumtaka Mungu, alafu na nyingine ni wewe mwenye thubutu, tafuta wewe kwanza. Ukitarajia kwa watu ni changamoto sana kupata ukitegemea support kutoka kwa watu hii ibada imeandaliwa mimi, mimi mfano wangu ibada nimeandaa nikiwa sina chochote yani, mimi kufika hapa nilikuwa natembea kwa imani tu. Hata timu nilikuwa naiambia kabisa kwamba tunafanya ibada lakini tusitegemee chochote, na tunaandaa ibada lakini hatuna chochote. Hivyo ni kwa neema tu ya Mungu mpaka hapa tulipofika, namshukuru Mungu sana. Minister Dawson natamani waambie watu uh, kwa sababu kuna watu wengi